Mpendwa mtazamaji, ni Dominika ya 27 na mwaka C wa kanisa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Masomo yetu tunayapata kutoka katika kitabu e, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Habakuki sura ile ya kwanza aya ya pili hadi ya tatu na sura ya pili aya ya pili hadi ya nne. Somo la pili linatoka kwa waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timoteo sura ya kwanza aya ya sita hadi ya nane na aya ya kumi na tatu hadi ya kumi na nne. Injili inatoka kwa mwinjili Luka sura ile ya kumi na saba aya ya tano hadi ya kumi. Nitaisoma Injili. Mitume walimwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngewaambia mkuyu huu ng'oka, ukapandwe baharini, nao ungewatii. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe, atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi keti ule chakula? Je, hata mwambia nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu amefanya aliyoagizwa? Vivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni: sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ekristo. Mpendwa mtazamaji, tukianza na somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Nabii Habakuki. Nabii Habakuki ni moja ya manabii katika Agano la kale, ambaye yeye aliitwa na akapewa kazi na Mwenyezi Mungu aweze kupata maono kwa Mwenyezi Mungu na baadaye aweze kuwaeleza wana wa Israeli kile ambacho walikuwa wanapaswa kukifanya, kwa sababu nabii yeye ni sauti ya Mwenyezi Mungu kwa watu yeye ndio anayepata maono ya mambo mbalimbali yanayokuja katika taifa, na kama ni mabaya lazima ayaseme. Sasa nyakati ambazo nabii Abakuki alikuwa naishi, kilikuwa ni kipindi ambacho uovu kwa viongozi wa kitaifa ulikuwa umetawala, walijilimbikizia mali na matokeo yake ya uovu wa kujilimbikizia mali kwa viongozi wa kitaifa ikapelekea mateso kwa watu wa Mungu wale waliokuwa ni wanyonge. Nabii anaona uovu, manyaso kwenye familia, kwenye mahusiano, kazini, watu wanateseka hadi katika mahakama, kiasi kwamba wale wenye mamlaka walikuwa wanatoa maagizo mpaka yanashuka chini hata wale waliokuwa watendaji katika majukumu mbalimbali wakawa wanashindwa kuweza kutekeleza kutoa haki. Anaona uovu huu, ndipo anaingia katika maombi kwa Mwenyezi Mungu, anasema: Mwenyezi Mungu, kwa nini unakaa kimya katika uovu huu unaoendelea? Kwa nini unakaa kimya katika dhuluma hizi zinazoendelea kwa watu wako? Na kwa nini hutoi majibu, umekaa kimya, hasa hii sura ya kwanza. Ndipo sasa analia nabii huyu Habakuki anasema, nilie hata lini? Wewe hutaki kusikia, nikulilie kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuwaokoa watu wako, maana uharibifu u mbele yangu na magomvi nashuhudia kila siku katika jamii. Sasa malalamiko ya nabii huyu Abakuki mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya jeuri ya viongozi ya kutumia vibaya madaraka yao silaha zao uweza wao kwa watu yanampelekea sasa, yalipelekea nchi na yenyewe pia ikajaa uharibifu, nchi ikawa imeharibika mbele za Mwenyezi Mungu kama vile katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya sita aya ya kumi na moja kwamba nchi ilikuwa imeharibika mbele za Mwenyezi Mungu, dunia ikawa imejaa jeuri. Sasa baada ya Mwenyezi Mungu kuweza kukaa kimya, sura ya pili, ndipo Mwenyezi Mungu anamjibu anamjibu huyu Nabii Habakuki. Lakini kabla hajamjibu mjibu Nabii Habakuki e, sura ya pili kuanzia aya ya kwanza, Nabii Habakuki aliamua kufanya maamuzi magumu ndani mwake akasema sasa nitabakia mwaminifu katika huduma ambayo Mwenyezi Mungu umeniitia, yaani nitasimama katika zamu yangu. Neno la faraja kubwa sana. Aliacha kupiga makelele kulia, akasema nitasimama katika zamu yangu kama mlinzi juu ya kuta za miji ya Yerusalemu, ambayo imezingirwa na mipaka yake, katika kipindi ambacho taifa laweza kuingia katika ugomvi viongozi wakubwa wamejimilikisha mali na madaraka, wanatumia vibaya ya silaha zao, kama ilivyo katika agano lile la kale. Watu wa Mungu walio wanyonge wanateseka sana. Mnaweza mkadumu kweli katika maombi, mkawa mnalia mbele za Mwenyezi Mungu, lakini msifanye maamuzi magumu kama aliyokuwa ameyafanya huyu nabii Habakuki, kwamba sasa nitasimama katika zamu yangu. Ni kweli Tuwaweza kuona kwamba Mwenyezi Mungu hajibu maombi. Watu wanateseka. Mambo ya ajabu yanatokea. Mwenyezi Mungu kwa nini hujibu maombi? Lakini kumbe kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakiandaa. Ya kwanza wale wote ambao ni watu wa Mungu wasimame katika zamu yao. Kama alivyosema nabii Habakuki, nitasimama katika zamu yangu kama mlinzi juu ya kuta za miji. Baadaye sura ya pili, kwanza aya ya pili. Mwenyezi Mungu anamjibu, anamjibu katika maono, anamjibu katika ndoto, anamwonyesha maono, anamwonyesha ndoto za mambo yajayo. Kwa hiyo Mungu anavyompatia maono ya vitu vitakavyokuja baadaye, anamwambia sasa, haya maono yaandike mimi. Yaani, Mwenyezi Mungu hakutaka kuweza kujibu kulingana na kile ambacho huyu nabii Habakuki alikuwa anakitaka. Nabii Habakuki alikuwa nataka Mwenyezi Mungu aangamize wale wa ovu mbele ya macho yake, alafu awatangazie watu kama Bwana anatenda. Lakini Bwana akasema mipango yake Mwenyezi Mungu tofauti kabisa na unavyofikiria huyo nabii, wewe nabii Habakuki, akasema andika haya maono, kwamba kizazi kijacho waje watambue haya ambayo mimi naenda kuyatenda. Kwa hiyo Mungu alikuwa ana muda mrefu wa kuja kuleta ukombozi kuja kubadilisha hayo mambo katika taifa la Israeli, katika maisha ya baadaye ambapo kizazi chote kikuja kutambua uovu na ubaya wa wale watawala, na kwamba yeye nabii alisimama katika zamu yake. Tunajifunza kitu gani? Mara nyingi sana katika kipindi cha magumu yanapotokea kwenye nchi, Mungu huwa analeta maono, analeta ndoto anaonyesha kwamba yale atakayeweza kuja kuyatenda. Mawazo yetu sisi huwa tunataka Mungu atende haraka. Mungu ni wa utaratibu, Mungu ni wa mipango. Mipango yake ni ya muda mrefu. Sharti mojawapo ya wale wote wanaofanya maombi ambao wamesimama katika zamu yao, andika kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuonyesha, andika hizo ndoto, ziandike. Usije ukadharau ndoto hata mara moja na Mungu yeye anajibu kwa wakati wake. Anasema hivi huyu nabii, mwenyezi Mungu anapomwambia anamwambia kwamba mwenye haki katika mazingira magumu ataishi kwa imani. Katika kipindi cha uovu, hakuna kitu ambacho kitakachomfanya huyu mwenye haki adumu ni imani kwa mwenyezi mungu peke yake. Ni imani tu kwa mwenyezi Mungu itawafanya hawa ambao wanapita katika kipindi gumu waweze kuishi salama. Katika Injili tunakutana na Yesu Kristo akiwa na wale mitume kumi na wawili, amekaa nao kwa muda mbe mrefu sana. Injili ya Luka sura ya kumi na saba ambayo tumeisoma, ila ukianzia mwanzo, kuanzia e, sura ya kumi na saba aya ya kwanza mpaka ya tano yalikuwa ni mafundisho ya Yesu Kristo ambayo aliwaambia hivi: mtakapokuwa mnaishi hapa duniani, makwazo hayana budi kuja. Mkristo utakwazika tu hana, yani makwazo yatakuja. Usi, usizani kama utaishi katika dunia ambayo hutakwazika, makwazo yatakuja, na hayo ni mafundisho ya Yesu Kristo. Hasa akasema ole wake yule mtu ambaye makwazo yanakuja kwa njia yake, yaani yeye amekuwa ni sababu ya makwazo. Anasema afadhali huyo mtu angefungiwe jiwe la kusagia shingoni mwake na baadaye anaenda kutupwa baharini, asije akaonekana kamwe, kuliko kuleta makwazo kwa watu wadogo. Yesu akasema hivi, mtu amekukosea mara saba ndani ya siku moja akirudi kwako kwa mara saba akasema nimetubu, msamehe. Sasa hapo ndipo mitume wakashtuka, wakatamka yale maneno ambayo tumesikia katika Injili, wakamwambia Bwana tuongezee imani. Kwa neno hili la Bwana tuongezee imani, linakuja kutokana na mafundisho ya Yesu Kristo alivyowazungumzia juu ya kumsamehe mtu aliyekukosea mara saba ndani ya siku moja na kupitia makwazo ambayo mtu amekuletea, kwa kupitia msamaha, wakasema Bwana utuongezee imani. Sasa kwa nini wanasema utuongezee imani kupitia mambo ya msamaha? Tuanze kuangalia msamaha ni kitu gani. Msamaha ni tendo la mwanadamu kuweza kuachilia uchungu, kuweza kuachilia hisia za hasira, kuweza kuachilia hisia za kinyongo juu ya mtu ambaye amekukwaza amekuumiza sana. Wakati ulipokuwa unaumizwa, zilikuja hisia za uchungu ndani mwako, hasa yule mtu aliyekuumiza, amekufanyia dhuruma, amekusaliti, ukapata uchungu kwa hiyo lazima uweze kuachilia ule uchungu utoke, umwachilie mtu atoke ndani ya nafsi yako. Hasa kitendo hiki cha kuweza kusamehe, cha kuweza kuachilia uchungu, cha kuweza kuachilia hisia za hasira, kinyongo, kumwachilia mtu atoke, aende zake, atoke ndani ya nafsi yako atoke, si kitendo cha akili ya kawaida, si kitendo cha hisia, ni kitendo cha imani imani kwa Mwenyezi Mungu na imani katika Biblia imesema ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, kuwa na bayana ya mambo yasiyoonekana, Waebrania sura ya 11 aya ya kwanza. Na chanzo cha imani huwa inakuja kupitia neno la mwenyezi Mungu, kupitia neno la Kristo, Warumi sura ile ya kumi aya 17 inazungumza hiyo. Kwa imani hii ambayo tuko nayo inayotupelekea eh, kuyapata yale tunayoyatarajia mambo ambayo ni makubwa amesema, eh, ni zawadi kutoka Mungu, kwa mwenyezi Mungu, sio kutokana na nguvu zetu si wenyewe. Kwa imani hii ndio inayomtofautisha kwamba huyu mtu ni wa Mungu au huyu mtu si wa Mungu. Kwa hiyo mitume hao walipoomba kwamba tuongezee imani walikuwa wanalenga kwamba Yesu, tuongezee imani ili watu watakapo katika mambo ya kusamea haya watuone kwamba sisi kweli ni wafuasi wako, tumetoa maisha yetu kwa ajili yako, na wale wengine ambao si wafuasi wako, itajulikana kupitia imani katika matendo ya msamaha. Na ni kweli mkristo thabiti ambaye kweli amemfuata Yesu Kristo anajulikana kupitia msamaha, si kupitia matendo mengine. Umeumizwa, umefanyiwa dhuluma, kama kilio alichokuwa anakupitia huyu nabii Habakuki, machungu jeuri zinafanyika, lakini kupitia tendo la msamaha ndio iliyokuwa imewafanya watambulike. Stefano alitambulika kwamba ni mkristo kweli kweli alipoweza kuwasamehe wale waliokuwa wanamuua, wanamrushia mawe mpaka jiwe la mwisho, anakata roho, amesema Baba, uwasamehe hawa. Yesu Kristo amepata wafuasi wengi dunia nzima kwa ajili ya neno lake la pale msalabani: Baba, uwasamehe hawa ambao wamenivua nguo na kuniua kwa maana hawajua lilotendalo. Kwa hiyo msamaha ndio huo ambao unaotofautisha watu wa Mungu na wale watu ambao si watu wa mwenyezi Mungu. Ukijiona kwamba ndani ya nafsi yako unajiita kwamba wewe ni Mkristo na bado umejaa uchungu, umejaa kisasi, umejaa kuto kusamehe, umejaa hasira juu ya mtu mwingine, wewe kuanzia sasa wewe si mtu wa Mungu kwa sababu hufanani na Kristo. Tuendelee na shule yetu ambayo ni ngumu sana. Hawa mtume wakaomba wakasema, Bwana tuongezee imani. Yesu Kristo akawaambia maneno magumu akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali mngeweza kuambia mkuyu huu, ng'oka ukapandwe baharini na ungewatii. Kwa nini Yesu Kristo anaamua kutumia shule ya mti wa mkuyu? katika nyakati ambazo Yesu Kristo alikuwa anaishi, mti wa mkuyu ulikuwa ni mti ambao ulikuwa una mizizi, mizizi yake ilikuwa ina nguvu ambayo si ya kawaida. Eneo ambalo linajangwa, mvua hainyeshi, mti huu wa mkuyu ulikuwa una uwezo wa kukaa na mizizi yake kwa muda wa miaka mia sita na unaenda kwa kina kirefu sana chini. Kwa hiyo unakaa na mizizi kwa muda wa miaka mia sita mti ambao ni mkuyu na unaenda chini sana. Sasa anaposema kwamba ukiwa na imani e, kama ya mbegu ya haradali, unaweza ukaungoa mti ambao una mizizi ya miaka mia sita ambao una kina cha miaka mia sita ukang'oka mzi, me, mti ambao una mizizi ya nguvu ambayo si ya kawaida ukang'oka, kaenda baharini. Ana maana gani? Kinyongo kinaweza kikakaa ndani mwako kwa muda wa miaka mingi, kwa muda mrefu sana, kimejikita mizizi yake, imeenda ndani ya nafsi yako kila mahali. Kuto kusamehe inaweza kikakaa ndani mwako kwa muda mrefu sana, na ikatembea kizazi na kizazi, kwa matokeo ya magonjwa ya kuto kusamehe Uchungu, hasira, inaweza ikakaa kizazi na kizazi, ukarithisha watoto wako magonjwa kwa sababu ya kitendo cha kuto kusamee, miaka mpaka mia sita, kama mzizi ule wa mkuyu. Sasa kitendo hiki cha kuweza kuwa na imani, yani mizizi hiyo ambayo imekaa ndani mwako, uchungu, hasira, kinyongo, magonjwa ya kuto kusamee ambayo imekaa ndani mwako, yamepenya kila sehemu ya mwili wako, mpaka katika nafsi yako, haya hayawezi kutoka kwa dawa yoyote ile duniani hayawezi kutoka kwa mafundisho yote duniani isipokuwa kupitia imani kwa Mwenyezi Mungu, imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwamba yeye anaweza akang'oa hiyo mizizi yote, akang'oa magonjwa yote, akang'oa e, kisasi chote kikaenda kutupa baharini na ukawa huru. Asilimia kubwa zaidi ya wagonjwa wengi wakaenda mahospitalini wanaoumwa, wanasema asilimia sabini na tano ni magonjwa ya kiroho kutokusamehe. Umemfunga mtu ndani ya nafsi yako, una hasira, una kinyongo, matokeo yake magonjwa ya moyo, magonjwa mbalimbali ambayo, ambayo uko nayo ni kwa sababu ya huyo mtu uliomweka ndani ya nafsi yako, na amekaa muda mrefu na huo ugonjwa. Hasira imenea imepenya mizizi ndani ya mwili wako wote, huwezi ukapona katika ugonjwa huo. Hasira huwezi ukapona imekaa kwa muda mrefu, kisasi kupitia imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo utamtoa huyu mtu na atatoka ataenda mpaka katika bahari huko, na wewe utakuwa uhuru. Anaendelea Yesu anasema, ni nani ambaye ni mtumishi mwaminifu, mtumwa? Kwanza anasema ni mtumwa aliye mwaminifu, kazi yake ni kuchunga ng'ombe. Hapa anazungumza kwa wale ambao ni wachungaji wanaosimama katika nafasi ya kuwahudumia watu. Umeumizwa kweli kweli, na watu wamekuumiza katika huduma, utakiweza kusamehe? Wewe ni mchungaji tu, unachunga ng'ombe, na wale ambao kazi yao ni kulima, maana yake watu wa kawaida ambao kazi yao ni kulima, kujenga, kufanya shughuli mbalimbali, kutoa huduma, kwa sababu kupitia kulima watu watapata vyakula. Hasa wote ni watumwa, kwamba baada ya kumaliza shughuli zote hizi, nilikuwa mchungaji, ulikuwa ni mkulima utakapofika mbinguni, anasema yeye atakachokifanya kule mbinguni, hatasema kaa unihudumie, bali atatuhudumia, atatuhudumia. Anasema pumzika, kwa sababu ulifanya yale ambayo nilikuwa nimekuelekeza. Amesema baada ya kuyafanya yote ambayo ametuelekeza. Mambo gani hayo? Unaweza ukajikuta kwamba unataka kufanya mambo makubwa katika mambo ya imani uonekane wewe ni mhubiri mkubwa lakini kumbe kuna jambo dogo la imani la kuto kusamehe hujalifanya. Hujafanya kile ambacho Yesu amekuambia kama mbegu ya haradali hujafanya, hujafanya. Lakini ukifanya tendo dogo la kusamehe kama alivyosema yeye, amesema kwamba utapokelewa, tutapokelewa kule mbinguni. Lakini tusipofanya kama yeye alivyotuambia sisi, tutakuwa watumwa ambao hatuna faida na faida yetu faida ya ukristo wetu ni kusamehe. Haijalishi maovu yamepita namna gani, tusamehe, kwa sababu kisasi ni cha mwenyezi Mungu. Tukitaka nyakati hizi, katika maovu yanavyopitia, tunataka kwanza kulipiza visasi, kisasi cha kwetu sisi, kisasi cha mwenyezi Mungu. Tuendoe roho ya Habakuki ya kutaka mwenyezi Mungu alipize kisasi, tuweze kuona maadui zetu akiwa wanaangamizwa. Samehe, na mwenyezi Mungu wakati wake atatenda. Samehe, mizizi ya uchungu iweze kutoka. Samehe, uweze kupona. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.